Ujambo na uhali gani, mtazamaji wa Nukta TV? Karibu kwenye Mseto Plus ya leo, ikiwa ni Oktoba 23. Utakuwa nami Kelvin Makwinya na mtayarishaji Goodluck Gustav. Shirika la leli Tanzania TRC limerejesha safari za treni ya umeme za SGR baada ya kusitishwa kwa muda leo. Hatua hiyo imekuja baada ya matengenezo ya muda mfupi yaliyofanyika kutokana na treni ya electric multiple unit maarufu kama mchongoko iliyokuwa ikitokea Dar es Salaam kuelekea mkoani Dodoma leo kupata ajali katika kituo cha Ruvu mkoani Pwani. Taarifa iliyotolewa na mkuu wa kitengo cha uhusiano TRC Fredi Monjala imeeleza kuwa kwa sasa safari zinaendelea kama kawaida. Awali taarifa iliyotolewa na TRC ilieleza kuwa chanzo cha awali cha ajali hiyo ni itilafu za kiuendeshaji. Hata hivyo hakuna kifo chochote kilichoripotiwa kutokana na ajali hiyo. Mahakama Kuu masjala ndogo Dar es Salaam imekataa ripoti ya uchunguzi wa video yenye maudhui yanayodaiwa kuwa ni ya uhaini ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Upande wa mashtaka katika kesi hiyo jana, Oktoba 22, kupitia shahidi wake watatu iliomba mahakama ipokee ripoti hiyo kwa kielelezo cha ushahidi kwa upande wa mashtaka. hata hivyo Lissu aliweka pingamizi dhidi ya ripoti hiyo isipokelewe, akidai kuwa shahidi huyo hana mamlaka kisheria kuiwasilisha mahakamani wala kuiandaa ripoti hiyo, kwa kuwa si mtaalamu wa masuala ya uhalifu wa kimtandao. Licha ya upande wa mashtaka kupinga hoja zake kuwa hazina mashiko kisheria, mahakama katika uamuzi wake leo Oktoba 23, imekubaliana na pingamizi la Lissu baada ya kuridhika na hoja zake. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mahmoud Kombo, ametangaza kuwa wizara yake imepokea maombi ya ajira kutoka kwa vijana elfu hamsini wenye umri kati ya miaka 20 hadi 35. Akizungumza leo Oktoba 23 katika mkutano wa kampeni ya mgombea urais Tanzania kupitia chama cha mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan, Kombo amesema ajira hizo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi ya serikali ya awamu ya sita. Amefafanua kuwa ajira hizo ni sehemu ya mchango wa Tanzania katika ushirikiano wa kimataifa, huku akiwataka vijana kujiandaa kwa fursa zaidi zinazokuja, akidokeza kuwa kuna ajira nyingine elfu ishirini za ndani ya nchi. Kombo ameeleza kuwa utaratibu wa ajira zote za ndani na nje ya nchi utasimamiwa na serikali, hivyo amewahimiza vijana kujitayarisha kwa mahojiano yatakayofanyika hivi karibuni. Tumepata mkataba leo wa ajira 50,000 kama mchango wetu kwa nchi za nje, vijana wa kitanzania kwenda nchi za nje. Ajira nyingine 20,000 ziko njiani kuja na huo, mheshimiwa mwenyekiti, ndio mchango wetu kwa upande wa kimataifa kwa upande wa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Nje ya nchi, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza vikwazo kwa kampuni mbili kubwa za mafuta zaidi Urusi katika juhudi za kuongeza shinikizo ili kumaliza vita vya Ukraine. Akitangaza vikwazo hivyo, Trump amesema kuwa mazungumzo yake na rais wa Urusi Vladimir Putin ya kumaliza vita vya Ukraine hayaendi popote. Kwa miezi mingi Trump amejizuia kuiwekea Urusi vikwazo, lakini uvumilivu wake umeonekana kufika mwisho baada ya mpango wa kukutana na Putin huko Budapest kugonga mwamba. Umoja wa Ulaya pia ulitangaza vikwazo vipya kuishinikiza Urusi kumaliza vita vyake vya ke, Ukraine ambavyo vimedumu kwa takriban miaka mitatu na nusu. Sasa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza vikwazo hivyo vipya vya Marekani na Umoja wa Ulaya akivitaja kuwa ni ujumbe thabiti na unaohitajika zaidi kushinikiza Urusi kumaliza vita hivyo. Mtazamaji wa Nukta TV, mpaka hapa tumefikia tamati ya Mseto Plus ya leo Oktoba 23. Ulikuwa nami Kelvin Makwinya, na mtayarishaji ni Gustav gudler. Mpaka wakati mwingine, bye. bye.